Football ipo Tanga, mambo ipo huku. Ni jiji ambalo wakoloni walipenda kukaa hapa, ni moja ya majiji ambayo ya yamejengeka yakapangika vizuri. Young Africans kutoka Dar es Salaam, ni vita ya ndugu kutoka katika jiji moja, katika ardhi ya ugenini. Ni kombe la CRDB Bank Federation Cup, ni mabingwa watetezi hawa. Milud Hamdi ameanza na jiki Jiara langoni, safu ya ulinzi Ibrahim Abdullahi Ibrabak na Diksen Job, Israel Mwenda, Kibwana Shomari, Mudathir Yahya, Duke Abuya, huyo Yakubu Ali yupo langoni pale kutoka Zanzibar, lakini safu ya ulinzi inaenda na walinzi wanne, Edson Katanga, Wilson Nangu moja mabeki bora kabisa. Itakuwaje? Kandanda imeanza. Karibu sana uwanja wa CCM Mkwakwani, karibu sana Tanga. Ni mchezo wa nusu fainali, kombe la benki ya CRDB kinapigwa hapa, ni Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Prince Dube peleka pasi katika nafasi, Max Zengeli amekataa, golikipa Yakob Suleiman, jaribio la moto zaidi katika dakika ya 14 ya mchezo. Ni seta ilitoka kwa Dube Prince, aliupokea akanyosha kwa guu lake la kulia na nanatoa maelekezo pia fullback ya kulia ambaye anakutana na Max Nzengeli upande ule. Stefan Aziz Ki. Stefan amekataa kwa mara nyingine tena, Yakub Suleiman anamwambia hapana, siyo kweli, siyo kweli, akiwahimiza kuto kufanya makosa ya namna hiyo. Alitambukwa Saidi Ndemla, likanyosho kwa guu la kushoto la Stefan Ki Aziz akakataa kabisa, anamwambia hapana, yupo pale Stefan, nakata goli, kipa cholomoyo, Naser Maulid Hassan, mpira ambao ulikwenda makadirio yalikuwa mazuri, tukitafuta tageti na tageti aliipata, ulikwenda kudunda kama ambavyo wanafanyaga mara nyingi. Maxi Zengeli amejaza ndani, kunachezwa hatari langoni pale, mpira umepita. Karim Bakiri Mfaume anakwenda kumpa presha, Stefan Aziziki tobo imeshindikana amesave michomo mingi umepirishwa mali ile katika nafasi Yakubu Suleiman Ali wa kwanza ni yeye kenda kumaliza, lakini hapana. Nangu kenda kuingilia mpira umeondoshwa tena mbali zaidi na Wilson nangu akwenda kukataa. Dickson Job, kipenga kimesikika cha mwamuzi Ramadhan Kayoko, lakini Wilson nangu akenda kuingilia ki Stefan Azizi alishindwa kutamba nao, naye nangu Wilson akenda kuondosha mpira imewekwa mpira ule mbele kule, jaribu kusogea tena zaidi. Max Nzengeli, mwamuzi anasema iwekwe pale, ni goal kick. Nimeona Ramadhan Kayoko, Edson Katanga yupo chini, ni ambaye amekwenda kumweka chini ya ulinzi. Max Nzengeli asifurukute na kuipata njia nzuri pira uko pembeni kule Dube akaupitisha kwa, kwa Duke Abuya Abuya kabirisha mali katika nafasi linakataa Karimu. Dube! Ilikuwa ni swala la muda tu. Ni Prince Dube ndiye ambaye anawanyanyua mashabiki wa Young Africans, ndiye ambaye anapeleka sherehe Jangwani iliwekwa mali katika njia ya Karimu, akataka kuokoa, akakutana nayo duka buya, Karim akakataa, akamalizia Prince Dube Mpumelelo na kuwanyanyua mashabiki wa Young Africans. Ramadhan kayoko anazimaliza dakika 45 za kwanza mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Ni Prince Dube Mpumelelo ndiye ambaye ameandika bao pekee la mchezo huu, mchezo wa nusu fainali wa benki ya CRDB, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kutoka uwanja wa sisemu Mkwakwani Tanga. Anajaribu kuondoka zaidi, Mudi Beka akautenga mpira pembeni kule. Karim Bakiri anaujaza, nani uko anacheza kwa kichwa, imekula chuma, wanakataa Young Africans. Israel Patrick Max Nzengeli amefanyiwa foul, jaribu kuondoka Mzize Clement. Clement Mzize ameunyanyua mpira ndani, huku Max Nzengeli kakataliwa. Stefan umekwenda nje aziziki, Stefan kafatisha mali katika nafasi inajazwa ndani, huku Max mpia Nzengeli nafasi Yanga wanazipata nyingi. Akaudhibiti wa kwanza, akaweka kwenye mazingira rafiki zaidi, akapiga na akakosa target, mpira ukaenda okay, nje. Max Nzengeli, Dube Prince umetengwa pembeni kwa Clement Mzize. Mzize mwenyenyuwa mpira ule. Stefan jaribio limekwenda nje kwa mara nyingine tena kutoka kwa ki Azizi Stefan wa akiba wakipongeza, licha yoyote aliupata mpira kwenye namba nzuri hasan Hasan Maulid kapiga Kiba iskeri. Hasan Maulid kapitisha mpira katika nafasi karib ni offside. ni d offside. wameotea JKT fullback ya boli alikuwa bele zaidi, yani ameotea asilimia mia. Kama ingekuwa vara basi ilikuwa ina haja kuchorachora Karim. Kadi njano ameonyeshwa jara kwa kiashiria cha kupoteza muda. Mpira mrefu na badilisho mwelekeo pembeni kule kwa Yakob Suleiman Ali, ni yeye na prince Dube. meweka mpira eneo la kuchezwa. Kadi njano wanaonyeshwa, kadi njano wameonyeshwa na yeye na Kayoko Ramadhan, ndiyo ambao nama alivyoingia. <laughs> Ibrahim Bakar kenda kucheza mpira tu na mpinzani, alishaona tayari huyo anayekuja ish shauli ninja udhibiti mpira uladilunga akabirisha mali katika nafasi ile. Najim magulu ni offside, amekamatwa kwenye eneo la kuotea. Kutoka katika benchi la JKT Tanzania alimuona Najim magulu ambaye alikuwa mbele zaidi na akaupokea mpira, hata hivyo ulikwenda nje, umepokwa mpira ule. Chama Klatus Maxi Zengeli, Maxi Zengeli. Zengeli. Akajaribu kuupiga mwenyewe jambo ambalo limekwenda tofauti sendemla kauset kwa gamba matiko gamba matiko jaribio limekwenda nje. jigi jiara, imekuwaje mnaruhusu makosa ambayo yanaweza kusababisha hatari? shiza kichuya kabirisha mali katika nafasi, na jim magulu anakataliwa, ni offside. shuka kibendera cha Muhammad Mkono kipo juu. JKT Tanzania wamekamatwa katika eneo la kuotea Line, ameona ni offside. Haya, Maxi kwa mara nyingine tena, Maxim pia Nzengeli nafasi nyingi ameipata akachagua kunyosha lakini akulenga lango, mpira ukenda nje. Duka buya ni yeye na gado, bado upo eneo la kuchezwa, meanyuliwa ndani kule, ameudhibiti chama akamwekea katika nafasi Mudathir. Haya basi, dakika ya 89 rasmi. Nguo za JKT zimelowekwa Tanga, hawawezi kutoka hapa, mambo ni magumu. Na hapo ndipo chokochoko ilipoanzia. Mpira ulikuwa katika eneo la kuchezwa, Chama Clatous akamwekea Mudathir Yahya na ikauweka ndani ya wavu. Amepelekwa mpira katika njia Max Zengeli, Max Zengeli Maxi Zengeli. Mudathiri Ya ya! ni offside offside Mudathiri tulia usitoe shingad usitoe simu ni offside kijaribu kusogea na mpira Duke Abuya kadi ya njano ameonyeshwa Maka Edward akasogea mpira ule akenda kuingilia Mudathir Yahya ambaye alikuwa kwenye offside position na Hamisi Changwalu akanyanyua kibendera kwamba tayari wamesho otea. Yanga Maka Edward ndo wa mwisho kushika mpira kutoka Tanga sisemu ya Mkwakwani. Yakubu Suleiman, usishangae kwa nini yupo chini, alipata kashikashi nyingi mno. Lakini Djigui Diarra amelinda lango lake, clean sheet akiondoka nayo Max Zingeli. Mchezo huu umepigwa, ndiko ambako anapatikana Mkokwani. Takwimu za mchezo, mashuti yaliyolenga lango ni sita kwa Young Africans, sifuri kwa JKT Tanzania. Karibu sana Tanga waja leo kuondoka. Majaliwa Minerari Mzinga Kilofines, nikutakie ioni njema.